Rebecca anawatazama na anatoka nje ya chumba huku miguu yake ikiwa chini. Hailey anaendelea kutazama haya yote na anajiona aibu. Polepole Hailey alianza kujaribu kufuata sheria za nyumba, lakini moyo wake ulikuwa bado umekwama milimani. Usiku mara nyingi alikuwa akiota babu yake na milima, na wakati mwingine angeamka usingizini na kutembea. Mara moja au mbili watumishi walimkuta sakafuni mwa chumba asubuhi. Kwa hivyo alishangaa kwamba kwa nini Hailey analala sakafuni akiacha kitanda chake laini. Hailey mwenyewe hakukumbuka chochote. Kila alipopata nafasi siku hiyo, Hailey angejaribu kutazama milima kutoka dirishani. Alikumbuka mashamba ya kijani kibichi, pale mbuzi wake, na hewa iliyojaa uhuru. Siku moja Hailey anafikiria mzaha, anamwambia Clara, twende nje kwa siri leo. Clara ana wasiwasi mwanzoni kwa sababu hakuruhusiwa kutoka peke yake, lakini anajiandaa Hailey anapomshawishi. Mchana wawili hao wanatoka nje bila kumwambia mtu yoyote. Wote wawili wanafurahia hewa ya wazi kwenye bustani na wanaona msongamano wa soko. Saa chache baadaye wanaporudi, watumishi walioogopa wanawapata na kuwaleta nyumbani. Mara tu wanapogundua, Rebeka anakasirika. Kama adhabu anamnyima Heili chakula cha jioni usiku mzima, na inabidi akabiliane na ukuta jioni nzima. Pia anatishia kumtia kwenye pishi wakati mwingine. Usiku huo, Heili hakuweza kuvumilia tusi hili. Mara tu kila mtu anapolala, Heili anatoka chumbani kwake. Alikuwa ameamua kwamba sasa angekimbia kutoka hapa. Anajaza mikate iliyobaki mfukoni mwa koti lake, kisha Anafungua mlango mkuu polepole pole ili mtu yoyote asiamke. Kisha sauti kubwa inasikika kutoka nyuma. Unaenda wapi, Hailey? Hailey anageuka kuwa na hofu. Rebecca alikuwa amesimama na lollipop mkononi mwake. Hailey alikamatwa akiwa amevaa nguo za mkono, mfuko mdogo wa vipande vya mikate ulianguka kutoka mkononi mwake na mikate yote iliyokunjwa ilitawanyika sakafuni. Rebeka alisema kwa hasira kwamba alikuwa akijaribu kukimbia. Una raha nyingi hapa na huithamini. Machozi yalianza kutiririka kutoka machoni mwa Hailey. Clara, ambaye alikuwa amesimama kwenye ngazi zilizo juu, pia alikuwa ameona haya yote. Macho ya Clara yalikuwa yamejaa na akaenda chumbani kwake akilia. Hailey aligundua kwamba akiondoka, moyo wa Clara ungevunjika. Alirudi kitandani kwake akinong'ona. Na akaondoka akiwa na nia ya kutoroka nyumbani. Siku iliyofuata, Clara alijifungia chumbani. Alikuwa na hasira na Hailey kwamba Hailey alitaka kumwacha na kukimbia hapa. Hailey pia alianza kubaki kimya na kuhuzunika. Alianza kuota ndoto mbaya kila usiku. Siku chache baadaye, Hailey na Clara walizungumza tena. Hailey alimshika Clara mkono na kulia na kuomba msamaha, na akasema, sitakuacha kamwe. Wewe ni rafiki yangu kipenzi. Clara naye alimkumbatia akilia. Wawili hao walipatana tena, na afya ya Clara pia ilianza kuimarika. Wiki chache baadaye, Henry alirudi kutoka ziana yake ya kigeni, mama yake Margaret pia alikuja naye. Nyumba ilikuwa na furaha tena. Clara alikimbia na kumkumbatia baba yake. Henry aliona kwamba binti yake alikuwa akichanua. Kisha akamwona Hailey mdogo amesimama karibu. Clara alimwambia kwa hashaku, Baba, huyu ni rafiki yangu Hailey." Henry alitikisa mkono wake kichwani mwa Hailey kwa upendo na akamkaribisha kwa tabasamu. Margaret naye alitangulia na kumkumbatia Hailey. Hailey alihisi upendo wa bibi yake kwenye kumbako lake na macho yake yalikuwa yameloa. Baada ya, ya muda, Rebecca alilalamika kwa Henry kwa sauti kubwa. "Hailey ni msikana wa milima na hajui chochote." Alitaka Henry amrudishe Hailey mara moja. Margaret alisikiliza haya na akatikisa kichwa, "Kwanza nitamuona msikana huyu mwenyewe." Jioni hiyo Margaret alimketisha Hailey karibu naye na akaanza kusoma kitabu cha hadithi. Baada ya muda, ghafla alisimama na akasema, "Sasa soma mbele." Hailey aliogopa na kusema, "Bibi, sijui kusoma vizuri." Margaret alieleza kwa upendo, hakuna shida, jaribu. unapenda hadithi si ndio? Unaposoma mwenyewe utajua hadithi nyingi sana. Hailey aliguswa na maneno ya bibi yake, aliamua kusoma kwa bidii. Margaret alimtia moyo na pia ilimsaidia kutambua maneno kadhaa. Macho ya Hailey yaling'ara kwa matumaini. Baada ya tukio hilo, Hailey alianza kufanya mazoezi kila siku. Lakini kutokana na hilo, tukio la ajabu lilianza ndani ya nyumba. Kwa ndiku nyingi watumishi walihisi kama kuna mkosongo ndani ya nyumba. Mara nyingine kulikuwa na mliolio mdogo kwenye ngazi, mara nyingine kulikuwa na sauti ya mlango ukifungua na kufungwa. Watumishi wote walikwenda na kusema kwamba labda kuna mzimu ndani. Rebeka alianza kumkumbuka Mungu mara tu jioni ilipoisha. Henry hakuamini hadithi za mizimu lakini mazingira yalikuwa ya kitisha ahireni. Usiku mmoja Henry anaona kwamba katikati ya usiku Hailey analala, anafungua mlango mkuu na anasimama nje giza, kuelekea milimani. Siku iliyofuata daktari anamwambia kwamba kumbukumbu ya Hailey nyumbani imemfanya awe mgonjwa na atalazimika kumrudisha milimani mara moja. Henry lazima akubali uamuzi huu kwa moyo mzito. Clara anapogundua kwamba Hailey atarudishwa, anatoka na machozi, anamsuhi baba yake, sitamwacha Hailey kwenda. Lakini hakukuwa na chopo. Hailey pia alihuzunika kwamba ilimbidi amuache amwache rafiki yake mkaribu, lakini alikuwa akifurahi pia kurudi nyumbani. Siku moja kabla ya ondoko yake, Clara anakasirika na kujifungia chumbani kwake. Hailey anajaribu kumweleza kwamba atakuja kukutana tena. Lakini Clara hasikilizi chochote huku akilia. Siku ya Hailey kurudi nyumbani, watumishi walimfungia chakula na zawadi nyingi ili aweze kupeleka kitu kwa familia yake milimani. Margaret alimkumbatia Hailey kwa upendo na kumwaga kwa mikono. Hailey alitoa ndege mdogo wa mbao kutoka katika mizigo yake ambayo Albert alimtengenezea. Hailey alimparuo huo mdogo Henry na akasema, tafadhali mpatie Clara na mwambie kwamba nitamkumbuka sana, ni ahidi kumleta kwangu milimani. Henry alimwahidi kwamba wakati muafaka utakapofika, hakika atamleta Clara kukutana na Hailey. Hailey aliketi kwenye treni na kuwapungua mikono yote kutoka dirishani. Rebecca alikuwa akipumua kwa amani ndani na alikuwa akitumaini kwamba amani itarudi nyumbani. Clara aliendelea kulia kutoka dirishani mwa chumba chake, lakini alikuwa na tumaini moyoni mwake kwamba atakutana na Hailey tena. Baada ya safari ndefu, Hailey anarudi kwenye kijiji chake kizuri cha milimani. Mara tu anapotoka kituoni, anavua viatu vyake kwa haraka na kuanza kukimbia bila viatu kwenye manyi ya kijani. Kwanza kabisa anafika nyumbani kwa rafiki yake Peter. Peter. Peter na mama yake wanashangaa kumuona Haili anaingia moja kwa moja ndani kwa bibi mpipofu na kumkumbatia kwa upendo. Kisha anatoa mkate mpya kutoka kwenye kikati na kuuweka mikononi mwa bibi yake. Machozi ya furaha yanamtoka. Bibi mzee anatambua uso wa Haili kwa kuugusa kwa mikono yake na kumbariki kwa sauti ya kitetemeko. Haili anatabasamu na kukimbia kuelekea kileleni cha milima ambapo alikuwa na kibanda chake mwenyewe jiani kwake Hailey anavua vazi lake bahili la mjini ili aweze kukimbia haraka zaidi. Mbali anaweza kuona dari la nyumba ya kilimani. Jua lilikuwa linazama na Albert alikuwa amesimama uwalani akiangalia barabara kama akimwizi kumsubiri. Ghafla anamwona Hailey akikimbia kwenye barabara ya milima. Hailey hawezi kuamini macho yake. Mara baadaye, Hailey anapiga kelele na anatoka kifuani mwake Babu, nimerudi! Moyo mgumu wa Albert unayayuka kabisa, macho yake yanaloa. Anamkumbatia mjukuu wake mpendwa, matengano ya miezi mingi yamechukuliwa na machozi ya wote. Hailey, ahireni, anapata nyumba yake ya hakika tena. Baada ya kurudi nyumbani kwa Hailey, maisha yake yalijaa furaha kena. Alikuwa akikimbia milimani kila siku, akicheza na mbuzi na kumsaidia babu yake. Zaidi ya hivyo Hailey alikuwa akimwandikia Clara barua mara kwa mara, ambazo zilikuwa na mambo yote ya kuvutia kuhusu milima na pia alialikwa kukutana naye tena. Ahireni, siku hiyo ilifika. Baada ya kupata barua nyingi kutoka kwa Hailey, Clara na Margaret walipanga kwenda Alps. Asubuhi moja ya kigani ya jua, Clara alifika kijijini kwa Hailey akiwa amebebwa na gari la kukotwa na farasi pamoja na bibi yake na watumishi wake. Hailey alifurahi kuwaona. Alikimbia na kumkumbatia Clara kwa nguvu. Margaret alimwomba Albert abaki naye milimani kwa siku chache. Albert alifurahi sana na akawakaribisha wageni wao. Hivyo ndivyo kukaa cha Clara kwenye milimani kilivyoanza. Hailey alimfanya Clara kufurahia maisha rahisi ya milima. Kuhisi miale ya kwanza ya jua angani, kuzungua kwenye nyasi na mbuzi kulala kwenye nyasi kavu, kwenye hatari usiku na kuona anga limejaa nyota. Yote haya yalikuwa ni uzoefu mpya na waki